Nini maana ya kujenga mfumo wa kupata wateja kila siku? Maana ya kujenga mfumo wa kupata wateja kila siku tunaweza ni cash flow. Namna gani unaweza kutengeneza cash flow. Cash flow ni mzunguko wa pesa kwenye biashara yako, na mzunguko wa pesa kwenye biashara yako hii ni by product ambayo inapatikana baada ya kuwa vitu viwili marketing na sales. Kwa hiyo ili uweze kupata mzunguko wa pesa kila siku kwenye biashara yako lazima ufanye marketing kila siku na ufanye sales kila siku, ndio utatengeneza cash flow kwenye biashara yako. Sasa hii nimeelezea vizuri kwenye kozi yangu maalum inaitwa wateja wa mia moja wa kwanza, mwongozo wa mwanzo kwa ukuaji. Ukipata kozi hii utaweza kujua vizuri namna gani ya kufanya marketing, utaweza kujua vizuri namna gani kufanya sales, ambayo itakupelekea kujua namna gani ya kutengenezaje cash flow. Ukitengeneza cash flow sasa ile pale, ndio inakuwa system endelevu ya kutengeneza pesa kwenye biashara. Ukinunua kozi ile utajua vizuri namna gani ya kufanya marketing. Kuna njia zaidi so ya sita za kwa haijajibiwa, tuma ujumbe neno kozi kupitia namba itakayoonekana hapo kwenye caption chini itakusaidia kupata kozi yako direct.